Jengo hili unaloliona, mheshimiwa mwenyekiti, ni OPD lakini, sasa hivi wataalamu wapo ku develop sasa ramani yote ya jumla ya namna hospitali yetu itakavyokuwa. Jengo hili kama unavyoliona ni jengo kubwa, na kama nilivyosema, kwa mtu asiyejua ujenzi akipewa takwimu za bilioni za pesa zinazotamkwa anaweza akafikiri kuna wizi kwa sababu gorofa, Mheshimiwa Mwenyekiti, linaanzia chini, na kama hapa kuna kitu kinaitwa geotechnical survey ambayo inakupa ramani na dira sahihi na taarifa kuhusu uhimilivu wa udongo namna jengo kuwa na settlement chini hapa. Maana yake kuna jengo kubwa kabisa ambalo gharama yake ni kubwa zaidi kuliko hata ground floor, lakini kadri unavyozidi kwenda juu gharama zinapungua, na mzigo wa gorofa unatoka juu unakwenda chini, na unakuwa supported na hizi structural members ambazo ni hii jamvi, ni hizi beam na columns, ambazo zote zinabeba mizigo kuipeleka chini. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tunaamini kwamba kwa population iliyopo katika wilaya yetu hii ya Temeke, na hasa katika upande huu wa Mbagala, upande wa Chamazi, upande wa Mbande. Pengine mpaka wengine watatoka mpaka upande hata wachanika kuja hadi hapa kama tutajenga vizuri. Tunaamini kabisa kwamba jambo ambalo linafanywa leo chini ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia ni jambo ambalo litaleta heri kubwa sana kwa Watanzania.